Sisi kwetu Itigi hatutaki kusikia msamiati wa tunaandamana, hatutaki kusikia msamiati sio wa vurugu. Sisi huo sio msamiati, waache wafanye wengine, lakini sio jimbo la Itigi. Sisi tumefundishwa maadili kwa kuwaheshimu viongozi, maana hata Biblia inasema hakuna mamlaka iliyoko duniani ambayo imejiweka yenyewe, ambayo haikuwekwa na Mungu. Kwa Mungu ameruhusu wakati huu rais awe Daktari Samia suluhu Hassan, lazima tumuheshimu, lazima tumlinde, lazima tumtetee kwa wivu mkubwa. Mungu ameruhusu makamu wa rais awe daktari Emmanuel John Nchimbi. Mungu ameruhusu rais wa Zanzibar awe daktari Hussein Ali Mwinyi. Mungu ameruhusu waziri mkuu awe daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Mungu ameruhusu mbunge wa Itigi awe Yohana Stephen Msita. Ni Mungu ameruhusu. Sisi tuchapeni kazi. Hakuna serikali haviupo, mtu atakayetuletea tuletea fedha mfukoni. Ziko changamoto za ujumla za kijamii, tutashirikiana kuzitatua. Tufanye kazi, tupambane. Na kazi ya kiongozi ni kutengeneza miundombinu, ni kutengeneza mazingira wezeshi ya kuwasaidia wananchi waweze kufanikiwa kwenye maisha yao, na kwenye mipato na shughuli mbalimbali. Hilo nimejipanga, ndugu zangu, na wewe kaa mkao wa kula kwa kufanya kazi usiku na mchana. Kama ziko changamoto, alisema sana diwani wa Wasajarana, siu za tembo, siu za dengo, siu za nini hizo zote, tumeanza kujipanga kuzishughulikia na bunge la juzi nimeanza kushughulikia. Nimeshakutana na waziri wa maliasili na utalii Dr Ashantu Kijaji nikamweleza swala la tembo. Wiki lijalo lile nitakutana na waziri wa kilimo Daniel Chongolo nitakaa naye, nimemwomba appointment ili tuzungumze masuala mazima ya changamoto kubwa ya dengu. Sisi jimbo letu la Itigi, uchumi wetu mkubwa ni dengu, ndiyo dhahabu, ndiyo madini yetu. Dengu nyingi iko ndani, tunataka kuona tuna utatua huo mzizi wa fitina, tukae tujadiliane masuala yetu sio mpango wa kuandamana na kufanya mambo mengine na kuvuruga na kuharibu nchi yetu na kuichoma nchi yetu. Sisi Wanaitigi sio utamaduni wetu, bali nirudie tena, swala la amani ni jambo la muhimu kwenye nchi yetu, kila mmoja awe mlinzi na mtetezi mkubwa wa amani. Mnatambua nchi yetu e, siku kadha zilizopita ilipitia changamoto kidogo. Nataka niwaambie hakuna mbadala wa amani. Leo tuko hapa tunamshukuru Mungu, tunaingia makanisani na msikitini, lakini amani ndio kipaumbele. Bila amani hayo yote hayafanyiki. Ni washukuruni sana, tuendelee kuidumisha amani, kuombea taifa na kuombea viongozi. Kwangu mimi, heshima hii mlionipa, natamani kufanya kazi usiku na mchana, ili imani kubwa mlionionyesha, mlionipokea bila fedha bila mali bila chochote mkasema, safari hii tutakwenda na wewe sana. Nilichokuwa nacho ni, ni magoti haya ambayo mwenyekiti alikuwa ananisema hapo, nilikuwa napiga nikiwaomba, na mimi nilikuwa sisemi sipigi, kwa sababu tu nilikuwa nataka kura. Hapana, kiu yangu ni kuona ni, kuwatumikieni ni kabisa yale yote ambayo nimeyasema nataka nifanye kazi usiku na mchana. Inawezekana, inawezekana. Yako mambo ambayo hayahitaji wewe umesoma chuo kikuu, yako mambo ambayo hayahitaji umekwenda shule. Tunahitaji kuona inafanyika, anatakiwa kupatikana mtu mmoja ambaye anajitoa maisha yake kwa ajili ya wengine, kwa sababu wote hatuwezi kwenda bungeni. Wote hatuwezi kwenda bungeni, lazima aende mtu mmoja. Sasa mimi nimeenda kwa niaba yenu, naomba nipeni ushirikiano tufanye kazi. Huu sio muda wa maneno, huu sio muda wa kusemana, huu sio muda wa kukaa vijiweni na kupiga majungu. Hayatatusaidia ndugu zangu, watapatwa chiki Tusaidia, mmenipa imani hii, nipeni ushirikiano tufanye kazi. Simu zangu ziko wazi masaa ishirini na nne. Kuna changamoto, kuna jambo, njoo tu tusemezane tu, tu, tu, tu. Ninawaomba sana ndugu zangu, viongozi wote wa chama na serikali na wananchi wote, twendeni tukadumishe amani, tukadumishe umoja, tukadumishe na utulivu. Hicho kitu ni kikubwa sana kwenye nchi yetu. Nami niombe sana jambo hilo tulizingatie na tuliishi. Kwani amani ndicho chanzo cha maendeleo. Ninaitwa Mwalimu Kedimoni Mpondo, ni diwani wa kata ya Ipande, jimbo la Itigi, halmashauri ya Itigi, wilaya ya Manyoni. Kwa hiyo swala la amani ni muhimu sana, na kama kuna mambo yanahitajika kuzungumzwa ni bora tukakaa ndani tukaongea kwenye vikao maridhiano, na mlango huo rais alishauachia ndio maana akaanzisha foara, ameachia dirisha la mazungumzo kwa chochote. Kama kuna haja ya mazungumzo, watu wanakaa tunamaliza, ila amani ni muhimu sana. Mimi naitwa Nuru Mbua na naishi Itigi, kata ya Tamkareli. Nchi yetu kwanza ni nchi yenye amani. Mimi nasema kwamba hao ambao waliokuja kusababisha mpaka sisi tunapigana wenyewe kwenyewe, kwa wenyewe kwa kweli, kwanza yani naumia sana afu, kingine hao watu waosababisha, nchi yetu kwanza ni ya amani na ya upendo. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja, amani ni kitu kizuri sana.